Siku ya kujifunza mafunzo yatokayo kwa kinywa cha Bwana, ili ndio tupate na amani na tupokee mema. Na tutasoma kitabu cha Ayubu ishirini na moja tutaanzia mstari wa ishirini na kitabu ni ishirini na mbili Ayubu ishirini na mbili tuanzie mstari wa ishirini na moja Tusome, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia uyapokee. Tafadhali mafunzo yanayo, yanayo <clears throat> toka kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Ukimrudia Mwenyezi utajengwa Ukiondoa udhalimu mbali na hema yako, nawe hazina zako ziweke mchangani na dhahabu ya Ofri iweke kati ya mawe ya vijito, naye Mwenyezi atakuwa hazina yako atakuwa ni fedha ya dhamani kwako, kwani ndipo atakapojifurahisha katika mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Utamuomba yeye, naye atakusikia, nawe utazitimiliza nadhiri zako, nawe utakusudia neno nalo litadhibitika kwako na mwanga utaziangazia njia zako. Hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Naye mwenye mnyenyekevu Mungu atamuokoa, atamuokoa na huyo asiye na hatia. Naam hataokolewa kwa sababu ya usafi wa mkono yako hapo. Katika hii kitabu cha Ayubu ishirini na mbili kuanzia mstari wa ishirini na moja kumalizia, Mungu anatufundisha jinsi ya kumsikiliza, tuwe tukisikiza mafunzo yake, hivyo tu ndio ile njia Mungu anatuambia tutapata mema na tutapata amani. Na jinsi tu tuko kwa hali ya ngumu wakati huu, moyo yangu ama moyo yako ukijiuliza njia, naye Mungu anakujibu, jifunze kusikiza mafunzo yake, na hapo ndio utapata amani, hapo ndio utapata mema yatakujia. Maadui zako wakikuangusha, utainuka sababu Mungu atakuwa pamoja nawe mbali. Wakati tunao nenda na njia zetu na mafikira zetu, tunapotea kwa njia na venye tunapotea ndio tunaenda mbali na Mungu, na tukitoka kwake sana naye hasira zake zinakuwa ni moto kwetu. Naomba kila mtu awe akisikiza njia za Mungu, akisikiza mafunzo ya Mungu. Mafunzo ya mwili ama mafunzo ya dunia inatupoteza inatutoa kwa Mungu. Naye Mungu ni mzuri, sababu anatuambia tujifundishe kumsikiza. Hayo ilikuwa ni mafunzo ya kusikiliza mafunzo ya Mungu, na ndio upate mema yenye imekuwa ni mazito kwetu, tukisikiza mafunzo ya Mungu na tutii na tufuatilie Tuachana na, kuji, na kujiongoza na mafikira zetu. Tusikie vile Mungu anatuongoza. Tutapata amani. Mema yatakujia yata, wewe hata mimi itanikujia. Mungu abarikie, tutaendelea na kusoma kitabu kingine. Na tutasoma kitabu cha Yoeri. Yoeri mbili tuanzie mstari wa kumi na mbili. Hapa naye Mungu, tunaonekana ni kama bado hatujamrudia Bwana, na pia anatukumbusha bado tumrudie, na tutasikiza neno vile linatuambia. Yoeli mbili, tuanzie mstari wa kumi na mbili tusome. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza, narueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie hmm, Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema, naye ni mwingi wa rehema, hu gairi mabaya. Nami ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutua? Nani ajuae kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake. Naam, sadaka ya unga na sadaka ya, ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarubeta katika Sayuni, takaseni saumu, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko Ku, kusanyeni watu litakaseni, kusanyiko kusanyeni wazee, kusanyeni watoto, na hao wa, wanyonyao maziwa, Bwana harusi na, at, a, a, na atoke chumbani mwake na bibi harusi katika hema yake, hao makuhani wahudumu wa Bwana na warie wahudumu wa Bwana na warie, kati ya patakatifu, patakatifu, na madhabahu na waseme uwachirie watu wako, E Bwana, wara usitoe urithi wako upate aibu, hata mataifa wata wale juu yao. Kwa nini waseme kati ya kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Bwana asifiwe. Mungu anatuongeresha juu ya kumurudia naye, Mungu anasema si mwepesi wa hasira bali tukimulilia. Na hapo mbele, kwa kitabu cha Ayubu, ametuambia tufuatilie maelezo yake, vile tutapata amani, vile tutakayopata mema. Tunaambia tusikize vile Mungu anasema hapa, naye anatuambia tumurudie, na hata tukiomba, tusilarue nguo za mwili peke yake na lakini, turarue mioyo yetu na hapo Mungu akituongeresha, naona anatuambia sio kila kitu, ama dhabau ama madhabahu yenye tunaweza mtolea, lakini kwanza tutolee Mungu mioyo yetu. Tutoe mioyo yetu, tunyenyekee, tukubali kurudi njia zenye tumepotelea nazo, tukubali kuziacha. Hii nchi yetu iko na vita, vita ya Mungu na sio vizuri kuwa na vita ya Mungu sababu kama nchi iko na vita ya Mungu na Mungu amesema ako na hasira, na hapo mbele niliwasomea kitabu cha Ezekieli ishirini na mbili na Ayubu ishirini na nne na Mungu alitolezea makosa yetu, na sasa natuambia bado tumrudie. Ni kwamba hatuta tujabadilika hatujaachana na dhambi zenye zilichoma roho ya Bwana na akakasirika juu yetu na akatuelezea makosa yetu kwa kitabu cha Ezekieli ishirini na mbili na Ayubu ishirini na nne. Hayo ndio tutaacha kila jambo lililo semwa na neno la Mungu kwa kitabu cha Ezekieli, turudie, ndiyo tuachane na dhambi, tumrudie Bwana tusamehe sababu anatupenda, ndio anatufichilia siri za roho yake, yale tumetenda, vile tumepotea, vyenye tumetoka kwa njia yake, vyenye tumeingia kwa, kwa nasa. Sasa tumrudie Mungu sababu tunaweza ishi kwa kumwamini Mungu, tunaweza ishi kwa kumfuata Mungu, lakini kwa mafikirio yetu inaweza tutoa kwa Mungu, na Mungu ndio mwenye kutuumba ndio mwenye nchi ndio mwenye kubariki nchi. Na hapa kwa hii kitabu cha Yoeli, Mungu anasema tukimrudia yeye, ndiye anaweza kutukomboa, yeye ndiye anaweza kutuondolea mabaya, yeye ndiye anaweza kutubarikia furaha yenye hatuna moyoni, yeye ndiye anaweza kutupea furaha. Sababu naona hapa kuna mstari unasema ati nani ajuae kwamba hata rudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake na kwamba hata sadaka za unga na sadaka za kinywaji. Kwa hivyo Mungu anasema nani anajua, Mungu anaweza badilika, hata kama alisema hata naweza kutumwagia moto kwa ujumbe ule wa jo mm, Ezekieli ishirini na mbili. Sasa tukimrudia Mungu anaweza geuka na kutuachia baraka, lakini tukiendelea kuwa na moyo mgumu, hatumsikii hatubadiliki, hatustuki, hatu na Mungu ndiye alituumba uhai yenye tuko naye ni wake. Tukiendelea na haturudi nyuma, naye atakuwa na ile hasira moto. Lakini sasa tunaambiwa siku ya leo tukimrudia Mungu atatuachia baraka nyuma yake, na sisi tutakuwa na kila kitu ambacho tunahitaji, tutakuwa na ile amani, tutakuwa na mema, na hakuna njia nyingine isipokuwa kurudia Mungu. Hata tukijaribu kujitafutia na uwezo wetu bila Mungu haitawezekana, lakini tukimrudia Mungu, hapo ndio tutakuwa na uelevu, sababu kiendelea kufanya hatia hata kama ni mzazi wako na kukanya na kuambie umemkosea na ubadiriki, usituki usikii, mwisho hata kulaani ama anaweza hata kuangamiza tu, sababu ni mzazi. Naye Mungu vile ametuumba, inafaa sasa tuendelee kukaa kwa njia zake, naye atakaa na sisi, na kwa hivyo nitawachia hapo na Mungu awabarikie, namwendelee kubadilika na mkibadilika, naye Mungu atatuachia mema, atabadilika na atatupea amani, na atakupea kila kitu. Na Bwana asifiwe, barikiweni na mbadilike.